Unajua, na kuna wale wazee fulani hivi wa zamani. Yaani sisi tunaijua ni tisa, ila wao wanaijua ni kenda. Ukiona nimezaliwa elfu tisamia kenda arobaina kenda, bro, yaani wale, kwa mfano, ukimtia mimba binti yake bro, utoboi kabisa, nakwambia na wale majamaa wa Kiswahili wakakata na chini wakasema, kuna baadhi ya maneno tuyaweke mawili, maana moja, lakini uzito unakuwa umetofautiana. Kwa mfano, brother hapo wanakuhitaji kiongozi eh, amani amani. Umemfanyia kitu girlfriend wako akaja akamwambia, amani, umeamua kunifanyia hivi.